Tangu Shabalala aingie Yanga amepoteza furaha kabisa, ambapo imeelezwa kuwa tangu alipojiunga na Yanga kumekuwa na mijadala mikali kutoka kwa mashabiki wa Simba wakidai kwamba Mohamed Hussein almaarufu kama Zimbe Junior hana furaha ndani ya timu hiyo. Baadhi ya mashabiki wanasema kiwango cha soka anacho, eh, anachotaka nacho Yanga kimemvunja moyo tofauti na alivyokuwa akicheza Simba. Wengine wanaamini beki huyo huenda anajiona msimu huu hauwezi kufanikisha makubwa kwani makombe yote yanaonekana kuelekea mikononi mwa Simba. Swali Swali linalobaki ni moja tu: ni kweli Zimbwe Junior yupo kwenye wakati mgumu Yanga? Uchambuzi huu ambao umefanyika unadai kwamba Zimbwe Junior ni beki mwenye uzoefu mkubwa na aliyetumikia Simba kwa muda mrefu takribani miaka kumi na moja kabla ya kutua Yanga. Kwa sasa, changamoto kubwa kwake inaweza kuwa kuzoea mfumo mpya wa uchezaji wa wa kujipanga upya kisaikolojia ndani ya timu pinzani. Kumbuka, kila mchezaji anapobadilisha mazingira mara nyingi huchukua muda a kuzoea mfumo, falsafa ya kocha na presha ya mashabiki. Hivyo madai ya kutokuwa na furaha yanapaswa kuangaliwa kwa makini, huenda ni hisia za mashabiki zaidi kuliko uhalisia. Ushiriki wa mashabiki ni kwamba mashabiki wa Yanga na Simba, mnadhani nini? Je, Zimbe Junior hana furaha ndani ya Yanga au bado hajapata nafasi ya kuonyesha ubora wake? Kwa uchambuzi huu ambao umeweza kufanyika unadai kwamba kwa sababu toka alivyojiunga na klabu ya Yanga ni takribani kama mechi mbili tatu ndizo alizocheza huku ikiwa kuna utofauti mkubwa kati ya alivyokuwa Simba Sport klabu na sasa yupo klabu ya Yanga, ambapo wakati yupo Simba Sport klabu mara zote alikuwa kianza kwenye kikosi cha kwanza, lakini kwa sasa anaanzia kikosi cha pili au anaanzia benchi kabisa au hata kwenye benchi haonekani huku, wengi wakidai kwamba kila ambacho kilitabiriwa kwamba klabu ya Yanga imekuwa ya ikichukua wachezaji wa Simba Sport klabu na kwenda kuwapotezea viwango vyake huku wengi wakitoa mfano wa wachezaji ambao walitoka Simba Sport klabu na kwenda Yanga baadaye wakawa wamepoteza mvuto na kwenda kwa kwenye vilabu vingine, ambapo mchezaji wa kwanza alikuwa ni Jonas Gerard Mkude ambaye naye kwa sasa yupo Singida Black Stars, lakini akafuata Kratos Chota Chama, naye alivyoenda Yanga akapotea na sasa ni Mohamed Zimbo Junior.